Hiyo hmm, mbaya sana hiyo, kwa sababu ujue, ukishakuwa umekuwa ume, yani we tayari ni icon icon, sio tu kuimba men, yani tena hususani ah, ukishakuwa mtu we ni brand, tuseme we ni mwanamuziki brand sio maana tu eti wewe hapa ni hakta wewe ni mwimbaji tu, sio maana ya brand. Brand ujue inaunganisha vitu vingi sana, hata mwonekano wa mtu pia ni brand. Unaona, mimi hapa mimi nilikuwa nishaanza kuwa kibonge, ujue, hata siku hizi nafanya diet, nafanya mazoezi nipunguze mwiko sana. Unaona kabisa, nikiwa kibonge nitaharibu brand yangu. Sio mziki; mziki nitaimba watu watapenda, lakini watu hawatalipenda mwonekano wangu So pakeji ya msanii aliyokamilika ina ina ina inataka vitu vingi sana kwanzia mwonekano wako, mwili wako, unavyoimba, unavyojiweka, unavyojibu interview. Yani kuna vitu vingi sana ambavyo vinamfanya ujue mtu kuwa na pakeji, yani ambayo imekamilika, akaitwa huyu ni artist au huyu ni star. Kwa hiyo sasa, swala la kurudia nguo hapo, sasa ndo unawapa sasa tena Bongo 5 story, unaenda unawapa global story, unawapa kina nani unawapa waandishi wa habari story, unawapa mashabiki zako story. Yani kwa brand nadhani pia ni kutokujielewa, mambo ya kurudia nguo tena, hususan kwenye ma video kwenye ma interview ni, yeah. Pia, ni, ni, ni, wakati mmoja, ni muhimu sana sana. We msanii gani au una hata style? Eh? Yani wewe ni star gani, ujue maana ya star sio tu mwanamuziki au sio tu yoyote famous ujue ni star. Yani yoyote ambaye wewe ni mtu ambaye una inspire watu. Yani una mashabiki. Wewe ni star. Rais ni star. Na maana rais, kuna mtu kabisa anampangia mavazi yake, kuna mawaziri hawa wanawatu ao wanawavalisha kuna sisi wanamziki kuna mabongo movi kuna nini kuna... Yani staa lazima uwe na mtu ambaye. Mi siwezi kweti, mimi ndo naenda kutafuta nguo dukani mara chache sana. Yani, yani mimi ukinikuta nimeenda dukani, kuna kitu sana nakitafuta ambacho najua nikimtuma mtu mwingine hata kielewa ni nini, lakini mara nyingi mimi hata madukani wanaendaga marafiki zangu ambao ni mastylist wangu, wanaoni design kuvaa kunitaftia. Lazima uwe na mtu ambaye yani ni mtu wako wa mavazi. Lazima uwe na mtu wako ambaye photography wako, napiga picha classic, post kwenye page yako. Yani unahitaji vitu vingi, uwe star ambaye umekamilika, sio tu kuimba na kupigwa redioni na kufanyiwa interviews nyingi na nini, star ukamilika. Yani sio promotion kubwa eti kila siku napigwa magoma yako kadhani wewe ni star. Yani star sio hivyo, star ni package. Kwa mfano Bongo, mtu kama Ommy Dimpoz, Ommy ni star, yani ni package kabisa. Star Diamond ni package, eh, Alikiba package, yani yule kamera sana huyo, u, u star kakamilika kwao mwonekano pia, tena hustaijue, mwonekano ni kuanzia mavazi na mwili na nini. Kwa hiyo lazima kwenye mavazi pia mtu awe makini sana. Uh, mimi nataka nijue Baraka, nje ya hmm. muziki na biashara yeah. um, zangu uh, nafanya mambo ya vilimo uh, nataka kuanzisha nguo zangu ya nguo yani ambao sio kwamba tutakuta hapa sisi maandiko baraka au bana. no unakuta hapa kwenye nembo ndo baraka ni jeans kama hivi hivi lakini quality yake unaona kabisa hii hii ni ya baraka hii. yeah. ni, hiyo ni, ni, ni, ni, ni inataka hela nyingi sana kwao bado najipanga lakini kila kitu kipo yani kwenye mstari wake Yes. Hiyo yeah, ni ya kwangu kwa sababu hiyo ni personal life, biashara zangu. Sawa, japokuwa ujue cha kwangu mimi ni rockstar by the way. Yeah, yani cha kwangu chochote mm -hmm. Ni rockstar. Rockstar inaweza ikawa iko partnership lakini ni biashara ya Baraka. Okay, nice. Yeah. yake ya perfume. Tumeona wasanii wengi wakiibuka kwa sababu mimi na mimi nataka niache kitu fulani na niache kitu fulani. Unadhani kwamba kuna biashara nje ya mziki kuwashtua wasanii? Mm. Mm. Una uh, a sidhani kama ni kweli like, japokuwa Diamond ni miongoni mwa mtu ambaye anawasanua sana watu vitu yanaojui nani alitegemea ti Diamond aweza akaja na, na chibu perfume? Amna mtu ambaye alitegemea, si ndio? Lakini jamaa kakaa kafikiria zake, akaona bana, watu wanapenda kunukia sana. Yani, unajua lazima ufanye kitu ambacho watu wanakipenda. Nifanye biashara gani mimi? Nampongeza sana Diamond, unajua ni mtu ambaye yani, ni mtu ambaye na, an, anatumia nafasi yake aliyopo sasa hivi vizuri. Kwa hiyo pia sitaki kusema kwamba eti yeye ndo si, watu wengi wanafanya, kwa sababu anafanya no, lakini yeye anaweza kawa ni mtu ambaye hanawapa watu mioyo ya kuthubutu, si ndio? Hujue mtu kuriski mpaka mtu anaenda labda anatengeneza ana, ana, ana, ana, ana, ana brand yake ya nguo ya nini, anaweka hela yake nyingi, hujapo umeriski hiyo. Ni biashara, biashara gena mawili, kuna kunyanyuka, kuna kuanguka. Kwa hujue mtu mpaka una riski. Lazima uone mfano kwa mtu mtu, huwezi kuriski tu maisha yako kwa, na kati, hata hauna kitu ambacho kinakufanya uriski. Kwa hiyo ye ni miongoni mwa watu ambaye anawapa watu mioyo, kwamba kumbe mtu unaweza ukathubutu kufanya kitu hichi na kikawezekana, na tukapiga mitonyo, maisha yetu yakawa mazuri.